Sisi leo jume wazazi tupo katika kazi ya kupambana na kuhakikisha kwamba wagombea wote wa Chama Cha Mapinduzi, kuanzia ngazi ya urais, nafasi ya urais ambaye anagombea jemedari wetu kiongozi wetu mama yetu mpendwa, Mama Samia Suluhu Hassan, tunaenda kuhakikisha kwamba katika mkoa wetu wa Singida wilaya zote mama ataongoza kwa kura zote, kata zote mama ataongoza, kuanzia ngazi ya kata, wilaya, mpaka taifa. Kumbukeni kura zetu sisi hapa chini ndo inaenda kumpa mama kura nyingi katika hesabu ya ngazi ya mkoa, sio hivyo? Ndio maana tukasema tufike hapa tuhakikishe ya kwamba za Arise, Hassan, kura kujaza, ishindo, za mgombea wetu nafasi ya urais Daktari Samia Suluhu Hasan, kura zake zinaenda kujaa za kishindo za kutosha, na tunataka kata ya Glansoni iongoze. Yani, kata ya Glansoni inatakiwa kuwa kata ambayo na kuongoza hesabu yote ya taifa kwa ujumla. Iglansoni iwe ni kata ya kwanza iliyotoa kura nyingi zaidi kwa Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea kupitia tiketi ya Chama Cha Mapinduzi. Ndugu zangu, tuko hapa mbele yenu tena kumwombea Mheshimiwa mgombea wa ubunge kupitia nafasi ya CCM Elbariki Kingu. Ndugu zangu, tunaombeni wana Iglansoni, mnafahamu jitihada na kazi kubwa alizofanya Mheshimiwa Kingu. Mheshimiwa Kingu kapambana kweli kweli kuhakikisha tunapata maendeleo. Ndugu zangu naombeni sana. Kata ya Iglansoni hapa kitongoji cha Ngurusi. Tunaombeni kwa heshima na taadhima. Twendeni tukampe Mheshimiwa Elbariki Kingu kura zote za ndio. Tusipate kura hata moja ya hapana. Hapana ni dosari. Tuhakikishe kwamba tunaenda kutafuta kura zote za ndio kwa Mheshimiwa Kingu ili Mheshimiwa Kingu aweze kupata asilimia mia moja, na kata hii ya Iglansoni inatakia, iongoze kata Iglansoni, iongoze kwa kuweka kura za kutosha. Na hivyo hivyo tunaenda kwa Mheshimiwa Malando, diwani wetu, Mheshimiwa diwani wetu tunamwombea kura zote za kutosha za kishindo za ndio. Malando anatosha ndugu zangu, Malando minamfahamu akiwa mwenyekiti wangu wa wazazi. Malando ni muunganishi, anapenda watu. Malando anachapa kazi ya chama, anafanya kazi ya watu kama ya kwake, na anapenda watu. Ndugu zangu wa Iglansoni, kwanza niwapongeze kwa kutuletea Malando na namwombea na kwa dhati kabisa kura zote za ndio. Malando kapati kura zote za ndio hapa. Tafsiri yangu ni nini? Mafiga ni matatu, mafiga ni matatu. Ukiweka mafiga mawili, mboga haivi siku zote, mafiga matatu ndio naepisha mboga. Figa la kwanza, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, la pili mbunge wetu Elbariki Kingu. Figa ya tatu diwani wetu. Tunahitaji kura za kutosha za kishido kwa wagombea wetu wa Chama cha Mapinduzi.